o ba Binai guys, imetulazimu tukuje turudi place yenye huko msichana naka niko hapa na Beatzon. Sasa imetulazimu turudi place na tujarudi place kwa kupigana, tujarudi place kwa maybe kwa kwa, kwa, madramas no eh, nimeita Beatzon tukasema hacha tukuje huku tutafute caretaker maybe, tuone kama tunaweza pata solution nyingine, maybe ama tunaweza pata maybe kitu ingine kama, kama ya kuchunguza maybe, kujua venye tunaweza pata vitu za huyu jamaa, venye tunaweza msaidia. Ni kitu yenye natupea wakati mgumu sana, lakini itabidi tung'ang'ane vitu tuna yama vitu ikoaje, ya, iko hivoaje bro? Niko fiti niko salama yeah. Mzuri umeniita ukaniambia tukuja tuchunguze kidogo tujue kaa utapata vitu zangu na tujue kitu ile drama imekua ikitendea kwa huyu mwanamke tujue kama mambo itakuwa sawa. Mi nilikupromise so, nitasimama na wewe nitajaribu hata yeah, mi kwa yeah, upande wangu tuone kama unaweza saidika. hmm. hmm. Taba... Si lakini sasa, mi nilikuwa naomba hii mambo tuipeleke pole pole, tusikoe na ile pressure ya ya hasira nini, kwa sababu mimi najua hii kitu inakuuma sana bro, inakusumbua, inaumiza, najua inaumiza, inakusumbua, lakini mi naomba tu unielewe, tuone kama tunaweza pata solutions. Ni hivyo, hiyo ndio tunapata sisi mambo. Hata wakati ukienda, nikikupigia, nikikupigia ilikuwa tukuja hapa ni asubuhi, lakini nimekupigia, ukaniambia uko busy. Ulikuwa umefika wapi bro? Nikuwa shukuru, shughulikia vitu vitu vitu zangu bado bado hajapata pa pa kukaa vizuri mm. Sindio sana, kama mwa tukuja jioni tupatane ndo tuweze kujua kama documents zitapatikana mambo mm. ya msichana mbao venye itaenda mm. eh, juu tusaa tukiingana caretaker leo mm. tutaweza kujua kama watu wamekuwa wakikuja, watu wamekuwa wakiingia kwake na vitu wamekuwa wakifanya za siri. Sasa, sasa mm. Mimi nataka tupigie huyu caretaker simu eh. Tuone kama tunampata ama, sindio? Si namba yake hapa kwa mlango. Nataka tupigie simu tuone kama tunampata. Guys, nataka tupigie caretaker simu eh. Tuone kama tunaweza pata information kutoka kwake. Tunajaribu kufanya uchunguzi tu kidogo kidogo, tuone kama tunaweza pata ukweli. Hii nyumba siko na CCTV. Sasa Jude mwenyewe ama wako, unajua aina haja atuone tukiwa nakiatika

Tunataka tutafute ikaateka, tuone kama tunaweza saidika, kama ni mtu anajua namba inaingia. Mm-hmm. Tuone Habari yako. Salama sana. Eh, hey. Oh, tuko hapa nje. Hapa kwa uh -huh. Neema, kwa Neema Apartment hapa. Eh. Uh eh, -huh. Nilikuwa hey, nilikuwa nataka nikuongelesha kidogo. Sijui kama unaweza toka nje kidogo tafadhali. Eh? Unatafuta nyumba? Ah, uh, nikuongelesha tu na kuongelesha. Eh. Uh -huh. Yeah, kama unaweza toka nje kidogo tu tafadhali. Okay, sawasawa. Mko hapo kwa gate? Eh, hey, tuko hapa kwa gate, tuko hapa nje. Gate imefungwa. Uh -huh.

Mm. Direkta nge, ngejificha lakini, sawa, simama tu hapo acha tuone venye atasema, kama atatuelewa sawa mm. Amwelezea tu habari yako. yes, ya ya salama ni wewe, tunaongana wewe, ya ni sisi, niko poa. Sasa kiateka, sijui kama natukumbuka Naona hizi sura kama nimeziona ni huko. Huko? Huko. Eh, kuna ni ni yeah. Na time nika nimejaribu nika, nikaona nilikuwa ni sisi. Yeah. Yeah, oh, yeah. Labda <laughs> <laughs> Na tukikuja <laughs> tulikuwa tuna rekodi wenye tuna, tuna, tuna record. Sasa usishtuke mbona tuna record. Usishangae kamera nini? nini? Usishangae kamera kamera na mbona umekuja hadi kwa <laughs> Okay, unajua kuna vitu <laughs> tuna kuna vitu tunashughulikia alafu <laughs> kuna vitu tunafuatilia. So tunafanya hivi juu ya Yeah, yani, yeah, yeah, yani, tusipoteze tusi ile ile tupate information inaendelea ya mm -hmm. At least kwa watu wenye wana tuona pia weze kujua hii kitu inaendelea. Je, ni kitu mzito sana, so tumeona, ukiona mpaka tunakusumbua hivi mpaka tumekutafuta, si kitu rahisi sana. Tutajaribu kutatua hiyo. Kuna kuna kuna ile demo yenye nilikuja hapa nikakuuliza, nadhani ni wewe, nilipata hapa hapa, nakumbuka. Eh, ni mimi. Alafu ni nyinyi mlikuwa mmetoa vurugu kwa nyinyi Haikuwa vurugu, tulikuja tu moja mbili, tulikuja tu kuongea tu kidogo ku eh, yeah. Lakini itukapata hatukupata solution yenye ilikuwa nafaa, kwa maana tumerudi tena leo, lakini hakuna vurugu ilikuwa jirani ya huyo hmm, alipigia simu na akaniambia nikuje. Oh, nikakuja nikapata, hapo palikuwa na vurugu hmm, na nikaambiwa wenye walikuwa na vurugu hmm, wametoka yeah, lakini haikuwa vurugu. Sasa eh, sasa huyo msichana mwenye <laughs> nilikuja hapa nikakuonyesha picha yake kama sijui una kumbuka <laughs> mlongano naweza kumbuka hiyo time nilikuwa umekuja, na si ni yule madam anakaa pale chini, huyo mwenye ako mimba, huyo naweza mkumbuka. Na hiyo hmm. time ulikuja hmm. na nikawaelezea kwake hmm. He, he, na hmm. na sasa najua unajua aujui kitu chenye inaendelea ni gani? He, he, labda mnielezee. He, sasa, sasa tuko hapa huyu ni rafiki yangu anaitwa Beatzon mm -hmm. na ni mtu mwenye amekuwa na akw anakaa inside the country nakaa pale Dubai ni mtu amerudi last 3 days ago ndio sasa, huyo mwanamke mwenye tulikuja hapa tukikuulizia ni mwanamke wake mm -hmm. He, lakini sasa hiyo time nyo jamaa amekaa inje mm -hmm. akirudi juzi mm -hmm. alimwambia kuja mpokee pale airport mm -hmm. lakini mwanamke wake akuweza kutokea ot. So, tulikuwa hapa, tulikuwa tunajaribu kutumia track kupata huyo mwanamke yeah. so, yeah. alimzimia yeah. simu hadi akamblock yeah. Uh, so ikabidi tutumie track tukampata anaishi hapa yeah. yeah. msichana ni kama alikuwa na hepa au jamaa, mm -hmm. Tukikuja tunapata ako na mimba na huyu ni mtu amekaa nje for years. Sasa tunashangaa hiyo mimba ilikuja aje? Sasa sisi tuko hapa tu tusaidiane na wewe, pia tusaidie kidogo, juu jamaa kuna vitu mingi sana zenye anaona zikipotea vitu zake. Sasa kuna vurugu, sasa ndio nimekuja kuchisha vitu zangu bado bado, ni mocha documents zangu bado, contract ni rudi. Sasa nikampata na mimba, sasa nashangaa nitafanya nini? Oh, suwe ndiye yeah. Mwanaume wake huyo ndio mwanaume wake sasa, na ndio bwana yako, si yangu. Nimekuwa nje for four years na eh, si <laughs> sijakuwa na yeye uh -huh. Nikimuiza mimba ni ya nani ya uh -huh. Simu zangu ziko wapi? Vitu zangu za simu uh -huh. Nilikuwa tena kuna nyumbani kwa mtumia tu, tununue uh -huh. Nikikuja tushine na yeye uh -huh aji kwenye hiko. Na anakuja hmm, kuishi hapa. Anakuja kuishi hapa. Sasa ndio sasa tukamtrata, tukamtrata tukapata hapo ndio hmm. uh, sisi tuko na zunguka moja mbili tukuelewana. So nikasema acha ni mimi tukuje tuongee naye, labda kuna kuna story unajua. Haya atuambia. Sasa tumeona hiyo kaka yake unazima unajua watu hmm. wako wanaishi kwa plot yako. Wewe unaweza kwanza, unamkonanga hapa kitembea tembea, kaizunguzungusha hmm. <laughs> hmm. hapa abda unasatuambia kitu kidogo kama unamjua na kama naye kaa mnaiongeanaye mnario zhingi ni mtu unaongea naye, maybe huyo huyo huyo huyo msichana madamu saahii, ni kama 8 8 8 months months ago, alikuja amekuja last eh, hakuwa na mimba haikuwa inaonekana kama alikuwa nayo, haikuwa inaonekana naweza sema, hakuwa na mimba. Nakuja akauliza vacant, vacant yenye ilikuwa ni hiyo ya hapo chini, ni hapo chini. E, ha. Walikuja wakiwa na rafiki yake walikuwa na msichana mmoja. Walikuwa na, ama inaweza kuwa ni ule msichana. Yule Suza mwenye alisema kuna msichana anaitwa Su mwenye akona kurusa hii. Han. Han. Han. Tukimuiza tupe namba yake ya jana. Anasema yeye alienda kununua naye nyumba. Alikuja na msichana na, na, na, nyumba. nyumba. <laughs> na, na, hmm. na wakachukua nyumba hmm. na wakalipa hmm. kutoka hapo mwanaume. Hiyo time sikuwa na mwanaume but after few months ndio nilianza kuona marafiki wanamtembelea. Oh, marafiki okay. Wanawake ama wanakiume wa, wa tofauti wa e, yeah, yeah. Tofauti, tofauti. Tofauti, tofauti juu mm. Ulikuwa unaona huyu uli ametembea mm. Ni venye uwezi shughulika najua, oh, uwezi shughulika ati mtu nyumba basi yake akaipekeakenakua na kuna mwingine bado, oh, analipa sasa, sasa unaona, kiateka kitonyuka hapa, tunataka tu tusaidie. Umetuambia kwa kuna watu walikuwa wanaingia hapo tofauti, mm -hmm. tofauti, eh, maybe to maybe kama eh, niulize kwa hii kwa hii plot, maybe niliona kuna CCTV hapa. Eh, kuna cameras. Mm. CCTV ziko kila mahali. So, so, sasa, vitu za ujamaa ziko, mm -hmm. na venye ziko, ni vitu za muhimu, ni documents za muhimu sana zenye anafuatilia kwa, kwa

Eh, ni kesa ndakuhama hapa. Mimi nilikuwa naomba utuambie. Eh, anaweza hama anytime

Na tupate all the information yote sahihi sahihi tujue tujue ni tutafanya. Tuanze kuja kesho hizo ni za CCTV tuoneshe leo sahihi. Labda Kenya inaweza fanya hizo CCTV ni ende through. Lakini si ati ni kitu naweza ku promise ni leo ama kesho. Eh, naona huyu jamaa vitu nyingine. Rent rent imekuwa nimlipia. Ila rent na kuja jina, jina nani? Rent ni huyo madam huwa analipa. Ni yeye, jina yake unakuja na kesi. Jina yake ndio itakuja. Hata ukiweza angalia, kuna mwanaume umeona ati rent, akakwambia nimelipia. Sasa hiyo rent every month anamlipia, ndio ni? Alipe rent na baada, amemtumia pesa, eh, pesa kununua nyumba, hajanunua bado. documents zake ako nazo, atake kutoa. Hata record yake ni madam huwa analipa nyumba, so hata sasa hii nyumba inajulikana ni ya huyo madam kama umeenda kwa polisi, niko na naob yangu, nishaelezea story yote, anaeza kuja, wajaribu kumchunguza mwenyewe, unajua dizi... Sasa nishana shida ya polisi wanapelekanga hizi mambo pole pole, eh tu pole pole, so tangu tupate hizi vitu itakuwa ni ngumu. Sasa inabidi tu tumie njia zetu pia pole pole tu, kama ama tuone kama nyinyi mkae hapa. Umefunga mlango Lazima nijaribu kuingia sasa. Mbona unaleta drama tena Bitso bana? Situmeongea naye vizuri, najaribu kuongea sasa. Mbona ndio uingia huko? Ianongeani na sasa bro, mbona unajam sasa tena bro? Si waje tufadilie mimi na choka mawazo yangu. Najua unachoka lakini si waje tufadilie pole pole. Huyu bwana mimi nitamuumiza saa hii. Yeye. Uko. Funga ingia kazi. Kazi yangu inaharibika. Nimekuja hapa ndo niweza kunikwa documents zangu. Nyumba ni join ya nani hata sijui ni nani. Kasa akaa sasa, salipa kukaa hizo four days huko around, naishi tunalipa tu nyumba kila siku kila siku. Bro, bro, bro, bro. Bro, bro, bro, bro, bana! Ah, ah, funga funga. Mbona mbona mbona mbona mbona unaleta unaleta unaleta drama drama drama tena? Kaziji. Tumekuja tumekuja tu kiateka kiateka, alafu tuende. Get unaanza hapa hapa? Sio kutafuta tu tuongee.

tafanya aje hii maneno? Tumekuja tumeita caretaker kwa uzuri, sasa ukianza kuleta drama hapa, amesema hapa atanaingianga aemisha mtu mmoja kumwambia, unajua hiyo kitu ni kitiko painful, lakini sasa ukileta ukileta hasira hiyo inaniumiza. Yeye mwenyewe yeye mwenyewe anakuwa na namba za hao watu. Sasa, hii anaweza kuja afungulie mtu wake, wataingia na yeye, lakini anafunga yake, lazima uregister.

Usiambie msichana tumeongea na wewe uh -huh. tafadhali uh -huh. usimwambie tumeongea sasa. Ikiweza kuwa wamejua sasa, ah siko shoka wamejua uh -huh. Kwani kuna mtu ametuona hapa, anajua, lazima inaweza inaweza kuwa kuwa picha leo, video hata sijui. Tumeongea na wewe wewe, tutaki tuwajue, tumetaka tu kuja tupate hapa na kunisaidia sasa. Sasa kienda fanya mimi kunisaidia sasa hapa, mimi nitakuja peke yangu.

Unaona, ingekuwa sitaki kusaidia jamaa singekuja, basi hadi saa hii hatujapata hizo vitu. Ndo tunataka nakaa kwako, si kwako, nakaa kwako, nakaa huku, unajua nakaa kupigiana simu. Naomba utulie, ingekuwa sitaki kusaidia. Nakupea chance ya mwisho, nishaambia polisi tuongea tusipopata suluhisho, asanihiomdkuja piki yangu nikuje nimpate piki yangu, kama ni tanga watu hapa, ako na mimba doki, wenzangu, mimi nataka maisha yangu iendelee. Kitu ya kwanza hiyo, mwanamke ni mjamzito, mimba si yangu, hiyo mimba si ya mtu. Tukimuza ni anani, asemi asema ni yake, alitipea mimba

inaezakuezi right. nieinimejaribu kuja kutafuta kitu sahii blu, hata kama tungesema hata anaweza anguka hapa, ni wewe ni wewe utakua umemuumiza. Sahii miza amshika sahii, mtu sahii ana anaweza mfanyia anything, ni wewe